Na mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa radio television Ngyoku internationale katika jiji la Baraka, na hapa tumekuletea habari ja, Ma, kwa majina naitwa Guster Monga Mchaleke, president national wa FPDC, ambayo ilikuwa mbele kiongozwa na General e generale, usema kwa leo inaongozwa na en generale td bwana Bolingo Olivier ambao siasa FPDC mu luga ya Kifaransa wanasemaka Force de patrio u la Défense du Congo, yani nguvu za wazalendo juu ya ukingo wa Kongo. Malengo ambayo tumeundia FPDC ojuu ya kutetea nchi yetu ambayo na ikoagrese na nchi zingine jirani na wageni FPDC imekwenda kuandaa kikao tangu juzi, sijui kimemalizika gani na nini, ilikuwa ni lengo kubwa la kikao hicho. Nawaza mm, kila mtu alikuwa akisubiria FPDC sherti ifanye kikao kama na hiki. Hakuna mtu alisaulika kwamba tarehe kumi na nne mwezi wa tatu tuliachwa na hayati yat general Kiikila, na hiyo ilikuwa mmoja wapo wa lengo sisi kuandaa kikao hiki na kuonesha watu hivyo ambao tunaenda kufanya katika siku ya leo tena. Uh, sijui uh, uh, namna gani imekwenda, malengo ya kikao ilikwenda kulenga nini, imekwisha kuzungumzia na afya ama sante ya FPBC kwa leo ni gani? Baada ya Kibukila Waseba mtetezi na usariki dunii na wanza ma malengo ya kikao kwanza ilikuwa kumutia bwana mtetezi Kibukila wa Seba na ni bwana mtetezi de kumtia pa nafasi ambapo aliacha mwingine mwenye alikuwa mbele yake bwana Bulingo live ndio mtetezi kwa leo. Ndio ilikuwa lengo la kwanza. Kiafya ya FDC, afya inaendelea kuwa mzuri, kwa maana hata tuliachwa na mtetezi Bulingo, aliendelea kuongoza vita na kupiganisha vita, na kuna hata ma vitu ambayo aliendelea kuonesha kukamata mamateka na kupeleka mbele ya serikali ambayo ni wa M23, na mnakwenda kutafunini na, nini na, na chama chenu cha FPDC, uhusiano kati ya FPDC na vyama zingine kama vile eh, MPCC na wengine ambao wanakuwa na vyama vinavyoshikilia eh, silaha, eh, kitu ambacho naweza nikaseme, eh, tuko tu vizuri na vyama vyote kama vile kila mtu anaweza kakumbuke wakati tulianza sensibilisation, sisi ndio tulianza tunaenda mamuresa, watu walitusema wa vingine, lakini tulikuwa ile ambayo tulikuwa tukitumikia, tunatumikia vyama vyote, kwa maana wakati sisi tunapata ile ruhusi apo, wengine walikuwa yachangana kutembea mabarabara, lakini ile ruhusa ambayo FDC ilikuwa nayo ilikuwa kila kila movement ilikuwa iki ikipata nayo faida kwa ile ambayo tunaendelea kufanya, na ndio maana tunaendelea kuwa marelaio za mzuri na kila umoja kwa leo moja wenu ni gani kati ya chama chenu na chama cha na chama kingine? eh, ukizungumzia kwa kirefu na waza kitu uh, ambacho naweza nikaseme, hakuna matatizo yoyote ile kati ya sisi na vyama vingine, vyote vitu viko sawa, kwa maana sisi sote lengo ni moja tu, kupiga adui ambaye anavamia nchi yetu. hakuna kabisa vibaya. Ah, tunaendelea kupiganisha sote pamoja kulingana na mazungumzo ambayo umekwenda kuyafanya ya upatanishi wa na bunge wa kitaifa wamekwenda kuwakusanya kazina jisi katika mji wa Baraka na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ilechukulia mazungumzo hayo namna gani? Na unaet kama nani anayeongoza jamii hiyo katika uh, eneo la sisi mashariki mwa Kivu ya nawaza kitu ambayo naweza nikasema um, ndio hem Awabondo ilifanya ile hatua ya kuambia watu waangalie aje wako pamoja na ndio watu wako pamoja, ijapokuwa ma reseaux sociaux inasema vitu vingine, lakini watu eko pamoja. Kitu ambayo sote tunasubiria rade kama vile mkubwa wetu rade, kama vile serikali itapangilia nini, kwa maana sote tunatunga ile kama vile

tuangalie kitu ambacho tunaweza tukaendelee juu tuzuie adui asiendelee. Baada ya kufariki Kacibo, kila sea imekwenda kuonekana kwamba kuna baadhi ya vijiji ambavyo halikuwa adui awafiki ndani, na kwa leo wanavigidi na wanakaa, swala hilo linawatengeneza kitu ambayo naweza nikaseme ile kwa eh, mm, nika nafasi popote pale FDC likamataka kuanzia zamani za kale, akuja kuwa hata mita moja ambayo inakamatiwa na adui hakutakuwa tamita moja inakamatiwa na adui, lakini kuna pa nafasi ambayo serikali ilikuwa ipo ndio panakamatiwa na adui, kama vile mji wa Mikenge ilikuwa ikikuwa control na serikali pamoja na jeshi la Burundi, kama vile minembo vile vile nayo lakini adui yatambuka pale kwa ile waelemaingine zingine, na wazo tunabaki imara, na e, ye generale mtetezi wa pili anaendelea kuzuia kabisa adui asiendelee, na ndio maana tunasema adui unasema atakamata hata katika shamba la mapambano. Nachukuliaje nguvu la jeshi la Burundi katika shamba la mapambano, kitu ambacho tunaweza tukaomba hata kwa serikali yetu e, jeshi la Burundi mukiwambia twende vitani, wanakuambia wao angali mseseli paa wachakuwa naousa na ndio maana sisi hatuwezi tukafunge mikono, jua wanasema vile, kwa maana wao ni wageni wanapia kusaidia, hawatafanya kazi yetu ya makundi ya kizalendo. Katika tarafa la Fizi upira na katika jimbo la Kivu ya Kusini na kwa raia wa eneo hizo ni gani? E, jambo ambalo naweza nikaseme, naambia watu wajihisi tu ka na amani, watu wa na machama vingine vyovyote vile. Wan tuendelee kuongea pamoja, tuendelee kuishi pamoja, tuendelee kufanya makoordination haiko ya mzuri kufuatiliana na kuharibishiana wazifa, kwa maana kuko watu wengine watonganishi wanafanya vitu vingine, lakini sisi hatuyawahi kufanya vile. Tutaendelea kusema amani, kwa maana sisi tumejengwa kwa misingi ya amani. Kitu ambacho naweza nikaambie, e, Wakongomani wala waraia ni kwamba waendelee kupatia detenaje Generali Bulingolivie, waendelee kupatia konfiansi ya kabambi, kwa maana mtetezi alikuwa akipigana, lakini akukua anapiga bunduki zote yepeke. Alikuwa akitumika na Waboligoliv, alikuwa akitumika na wengine wa jeneo, lakini kazi itaendelea kama vile kawaida, na ndio maana kitu ambayo anaweza nikawaoneshe kwa saa hizi inakuwa miezi tatu hiji atuache, lakini akuyakuwa kijiji hata kimoja kimekamatwa na adui. Yani, waendelee kutupatia konfiansi, waendelee kutupatia vijana ambao wataingia katika FPDC katika jeshi la IC yetu ambao tunatumika nayo ili tuendelee kugomboa ili tuendelee kujengua adui asiendelee kabisa. Ah, na shukuru ndugu journalist. Yenye mimi naweza kusema ni kwamba ni tangu zamani chama hicho kimeongozwa na detna general Uvukila wa Seva Tresor. Mimi nimemkaribia zaidi na nilikuwa nikitumika naye na tulikuwa tunajua malengo na maobjektife ya chama na jinsi alikuwa akifanya kazi, na ndio maana tumechaguliwa kama sisi wenye tumetumika pamoja, kwa sababu tuendeleze maobjektife yetu ya chama na kuendelea kupiga adui mwenye anagrese nchi yetu ya Kongo. Yenye mimi naweza ambia raia wawe imara, waweke mategemeo kwenye sisi tuko sisi ni kama vile hata kama mtetezi ametuacha, na mimi mtetezi wa pili nimechaguliwa, nitaendelea kuwatetelea na kufunga njia zote zenye zile adui ameleta, wenye ameungwa mkono na Rwanda M23, akiwa pamoja na AFC ya Nanga, akiwa pamoja na walie wengine wa Red Tabara wote tumewafungia njia na hawataenda nafasi yoyote, kwa sababu ni miaka na miaka tumefunga mbinu hizo za adui, na wawe na tumaini ya kwamba si, sisi tuko pale na tunaendelea kuwatetelea. Watuunge mkono na wawe pamoja nasi na wawe na ile tumaini kwamba watu tumefanya kikao kwa, tumefanya kikao muda wa siku mbili, tariki ya tatu tume a kwenye kikao na tariki ile tumekuwa kwenye kikao lakini wamemkamata ikanda hiyo siku ya, ya tariki tatu na sisi, najua kama kama wamemkamata ni kwa malengo yake, ni kwa malengo yake, kwa sababu amekuwa arete na serikali na serikali ndio inajua malengo ya kumshika, na kama wamemshika kwa malengo mbaya ataenda liku, ataenda kujibu mwenyewe kwenye serikali kama alikuwa amefanya vitu vibaya ya Rwanda. Lakini ukiwa kundi yingine yenye unakuya na malengo yingine ya kutupiga wala ya kuja ku... kujiunga na adui wala uende uwakompanye u... u... u... u... u... kwa kukamata nchi pale, sisi makundi yingine tutakuu tutakukuingilia nafasi kabisa. Ujumbo wangu wa farahia ku... wa wa wa ni kusema kwamba wawe kabisa imara watutegemee, na wajue kwamba tuko kwenye kazi, na nimekuja hapa kumahamasisha mm, wanajeshi wetu wa FDC na ISA waende, twende nao kwenye milima mirefu, kwa sababu ndio hasa ile tuko tunafanya makazi yetu, na huko milembo kabisa, kuone jinsi ya kuzugia kati mikeze na hapa na... tulikuwa na mheshimiwa jenerali mtetezi wa pili, hako pamoja na kiongozi wa chama cha FPDC. Asante sana.